Venance Mabeyo mkuu wa jeshi wa zamani amevunja ukimya na amezungumza hoja ambazo zimejizolea umaarufu. Makala hii inaeleza hoja zilizozungumza Mabeyo, lakini tunakuja na suluhisho. Ni nini suluhisho la hiki ambacho anakilalamikia Mabeyo? Sasa tujikumbushe kile ambacho Venance Mabeyo amekizungumza. Venance Mabeyo alizungumza akiwa amealikwa katika uzinduzi wa shule ya St. Joseph. Sasa kikubwa alichokisema Mabeyo, alivunja ukimya kwa kusema kwamba Watanzania tunategemea mvua, isiponyesha njaa. Lakini alishangazwa kwamba inawezekanaje jambo hili linatokea ikiwa nchi ina maji mengi. Akataja maziwa tuliyonayo, akataja Victoria, kile akasema Victoria pamoja na mto Nile, akisema hii yote inasaidia mataifa kama Misri, Jordan, Israeli, chanzo chake ni nayo. Lakini alitaja maziwa kama Tanganyika, Topangani, mto Wami. Akauliza swali gumu, maji yanaenda wapi? Pengine hata samaki wanaweza wasiwe na jibu ya ya swali hili. Akataja Ruvu, Rufiji, Ruvuma, akataja mto Kagera, akataja Malagarasi, akataja Ruaha mpaka maporomoko mengi kabisa ya Njombe na Ruvuma. Tunawezaje eh, kuyafanya maji haya yakawasaidia wakulima, alihoji Mabeyo. Lakini pia alisisitiza kwamba endapo tutaweza kuyatumia maji haya vizuri, tutasaidia sana wakulima Tutaleta viwanda, tutaleta hospitali, tutaboresha maisha ya Watanzania. Alitolea mfano kwamba nchi ya Vietnam kilimo chote ni umwagiliaji na wanaleta chakula mpaka kwetu. Mpunga tunapokea mpunga mwingi kutoka Vietnam. Anauliza Mabeyo, tunakosaje mchele? Mchele unatoka Taiwani na kadhalika. Sasa Mabeyo anasisitiza elimu inatosha kutufanya tuishi maisha mazuri bila mifarakano, tupendane. Sasa Mabeyo amezungumza mambo haya. Lakini pengine hakuja na suluhisho. Sasa hiki kilichopo kinalo suluhisho lake. Na suluhisho lake ni jepesi sana. Nini kifanyike? Kwa sababu changamoto anayoiona Mabeyo ni changamoto ambayo tunaiona kila siku. Hoja ya Mabeyo isipuuzwe. Tuna vyanzo vingi vya maji, lakini mvua isiponyesha nchi nzima inaingia katika njaa, nchi nzima inaingia wakati mwingine katika uhaba wa maji. Sasa nini suluhisho la jambo hili hususan katika kilimo? Suluhisho lipo na si jambo ambalo pengine unaweza kudhani lina gharama kubwa, ni jambo la kawaida kabisa. Jambo la kwanza kuhama katika kilimo cha kutegemea mvua. Kilimo chetu na wakulima wetu kwa asini, kwa zaidi ya asilimia 90 wanategemea mvua inyeshe, isiponyesha, hapalimiki, una cha kuvuna. Tuhame sasa katika kilimo hicho cha kutegemea mvua, tuhamie wapi? tuhamie katika kilimo cha kumwagilia, tujifunze kutoka Vietnam, nchi ndogo inayolisha dunia. Lakini wanafanya nini? Wanamwagilia kwa, tuhame huko, tuingie katika kilimo cha umwagiliaji. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, zinunuliwe mashine za kumwagilia. Mashine za kumwagilia zinazotumia mafuta petroli diseli, zinawaingiza gharama zaidi wakulima, kwa hiyo hata wanapouza mazao yao wanakosa faida. Zinunuliwe mashine za kumwagilia zinazotumia sola, mashine hizi zipo, zinunuliwe mashine za kumwagilia ambazo zinatumia sola. Lakini yajengwe mabwawa yatakayohifadhi maji, maji yatatumika kumwagilia mvua zikikata, yachimbwe mabwawa katika kijiji kinachojihusisha na kilimo, bwawa linachimbwa pale, yanahifadhiwa maji. Mvua ikinyesha, maji yataingia mle, bwawa litahifadhi maji. Kipindi cha ukame, watachukua maji, watamwagilia. Kwa hiyo maji hapa yatatumika kumwagilia mvua zikikata. Lakini jambo la nne, kuondoa kodi katika vifaa vyote vinavyohusika na kilimo, matrekta pawatila, kilimo kwanza Kitaenda namna hiyo. Kwa hiyo ziondolewe kodi, mbolea isiwe na kodi. Sasa kwa hivyo suluhisho la alichokisema Mabeyo, mwalimu amekuja nalo suluhisho ni hilo, kwamba tukiweza tukiweza kuhama kutoka kilimo cha kutegemea mvua tukiweza kuwanunulia wakulima wetu mashine za umwagiliaji zinazotegemea sola, tukiweza kuwajengea mabwawa yatakayohifadhi maji, tukiweza kuondoa kodi katika vifaa vyote vinavyohusika na kilimo, Tanzania itasahau kile kinacholalamikiwa na Mabeyo. Tuna vyanzo vingi vya maji, lakini mvua isiponyesha nchi nzima inaingia katika njaa. Suluhisho mwalimu kalitoa, naamini umemsikiliza mwalimu. Mbali na hayo Venance Mabeyo alisisitiza sana, alisisitiza sana Mabeyo kuhusiana na suala la amani, alisisitiza sana amani. Mabeyo alisikika akisema tusijenge taifa lenye mifarakano, alisisitiza, alisisitiza upendo Mabeyo alisikika akisema ni uongo kusema unampenda Mungu huku na muua mwenzako. Lakini Mabeyo alitutahadharisha akatuambia kwamba rasilimali zilizopo Tanzania zinatamaniwa na wengi. Rasilimali hizi tusipokuwa makini, zinaweza zikatumika kutuchonganisha. njia pekee Mabeyo anatukumbusha kwamba njia pekee ambayo adui anaweza akaitumia kuchukua, kupora, kuondoka na rasilimali zetu ni kutugombanisha. Kwa hivyo, Mabeyo anasisitiza upendo, anasisitiza mshikamano, haungi mkono watu kufarakana, lakini anatamani kuona kila Mtanzania anaishi maisha bora. Pengine anatamani zaidi kuwaona wakulima wakipiga hatua. Kwa nini mvua zinanyesha ndipo tupate chakula? Zisiponyesha vipi? Kwa nini hatuwezi kupata chakula? Katika makala hii nimeeleza alichokisema Mabeyo, lakini nimekuja na mbadala, nini kifanyike na kusikiliza wewe, mtazamaji na msikilizaji wa chaneli yetu hii, una maoni gani? Tuandikie maoni yako, unadhani nini kifanyike kuondokana na jambo hili. Tuna njaa kwa sababu mvua hazikunyesha.